Kwamba nimepakwa mafuta rasmi kutangaza habari njema, walioviwete wali, wali, watatembea, vipofu wata, wataona, viziwi watasikia. Roho wa Bwana amenipaka mafuta, lakini pia nitangaze majira yaliyokubaliwa. Haleluya, haleluya! Yani nimeshatiwa mafuta, yani Yesu anasema nimeshatiwa mafuta kwa ajili ya hilo jambo, lakini hauoni jambo lolote limeshatendeka inatangulia litangazo, sema amen. Amen. Amen. Mambo ya familia hayatabadilika mpaka atokee mtu aliyetangaza. Lazima mtu atokee aseme, mimi nimepakwa mafuta na Bwana kwa ajili ya kizazi hichi, nilizaliwa kwa makusudi kwa ajili ya haya, nimekuja kwa ajili ya mambo haya na nimekuja kutangaza leo rasmi kwamba Bwana ameachilia nyumba kwenye mji huo, Bwana ameachilia magari kwenye mji huo, Bwana ameruhusu watu waende vyuo vikuu Bwana ameruhusu watu wapate nafasi mbalimbali serikalini katika mji huu. Bwana ameruhusu watu kuolewa na kuwa katika mji huu. Sema amina, mtu mmoja. Yuko mtu akutangaza jioni ya leo? Yuko mtu akutangaza jioni ya leo? Lile andiko lilo liandika wewe ndio unatakiwa utangaze katika roho. Sema amina. Halitokei mpaka litengenezeke rohoni. Na